Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo. Kutoka Umoja wa Mataifa, Kenya yachukua hatua kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi nchini humo, ambapo afisa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO, asema ni jawabu mujarabu, kwa kuwa takriban wanawake 6000 waligunduliwa kuwa na saratani ya shingo ya kizazi, kati yao wanawake 3600 walifariki dunia hii ni sawa na takriban wanawake kumi hufariki kila siku. Na leo katika jifunze Kiswahili tutaelekea Zanzibar, Tanzania kupata maana ya neno kumvi. Karibu! ni jumanne ya tarehe tatu ya mwezi Februari mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante, Anod. Inaanza na afya. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani, WHO leo limetoa ombi la dola bilioni moja ili kukabiliana na majanga ya afya ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita katika dharura 36 zilizo mbaya zaidi duniani. Ombi hilo linalenga kusaidia huduma za afya zinazookoa maisha katika nchi zilizoathiriwa na migogoro na majanga zikiwemo Gaza, Sudan, Haiti, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. WHO inasema fedha hizo zinahitajika kushughulikia milipuko ya ghafla pamoja na migogoro ya muda mrefu ya kibinadamu ambapo mifumo ya afya iko chini ya shinikizo kubwa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wito huu ni zaidi ya misaada ya kawaida. Huu si msaada wa hisani, ni uwekezaji wa kimkakati katika afya na usalama, unaorejesha utu, kuimarisha jamii na kufungua njia ya kujikwamua. Huko Mashariki ya Kati, wakati muda ukiendelea kuyoyoma kwa maelfu ya wagonjwa mahututi huko Gaza kufunguliwa tena kwa kivuko cha Rafa kunaleta mwanga wa matumaini. Kivuko hicho kilifunguliwa jana Jumatatu baada ya kufungwa kwa zaidi ya mwaka mmoja chini ya mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani na kuruhusu uhamisho wa kwanza wa wagonjwa tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Shirika la afya la Umoja Mataifa duniani WHO limesema wagonjwa watano pamoja na wasindikizaji wao saba wamehamishwa salama leo kwenda Misri kwa msaada wa Umoja Mataifa. Hata hivyo mahitaji ni makubwa. Msemaji wa WHO Christian Landmeier amesema, tumeweza kuwahamisha wagonjwa watano, jambo ambalo ni la kutia moyo, lakini kwa hakika tunahitaji kuwahamisha wengi zaidi. Zaidi ya wagonjwa elfu 18 na mia tano, bado wanahitaji huduma maalum za matibabu ambazo hazipatikani ndani ya ukanda wa Gaza na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF leo limesema linaongeza juhudi zake za msaada wa msimu wa baridi nchini Ukraine, huku watoto na familia wakikabiliwa na kukatika kwa umeme, kukosa vipasha joto na maji kufuatia mashambulizi yanayoendelea dhidi ya miundombinu ya wa nishati. Wakati wa baridi kali tangu Novemba, shirika hilo limeshasambaza jenereta 106 kote nchini kusaidia huduma za maji na mifumo ya kupasha joto huku takribani jenereta mia moja hamsini zaidi zikitarajiwa kuwasili katika wiki zijazo. Msaada huo unaoungwa mkono na serikali za Uingereza, Marekani na Denmark unalenga kuhakikisha hospitali, shule na makazi vinaendelea kufanya kazi wakati wa kukatika kwa huduma. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako kwa aot. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika kipengele cha jifunze Kiswahili utamsikia mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo, tafadhali. alors que le rechauffement ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia katika televisheni wa shirika unaweza pia kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kesho Jumatano tarehe nne mwezi Februari ni siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu ugonjwa wa saratani. Siku hii inatambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani, WHO ambapo ujumbe wa mwaka huu unasisitiza kupunguza saratani kupitia kinga, utambuzi wa mapema wa ugonjwa huo, na wagonjwa kupata matibabu sahihi. Nchini Kenya mwezi uliopita wa Januari, hatua madhubuti zimechukuliwa kufanikisha ujumbe huu, hatua ambazo ni uzinduzi wa mpango wa utekelezaji wa kitaifa wa kutokomeza saratani ifikapo mwaka 2030. Ili kufahamu nafasi ya mpango huu kufanikisha malengo ya WHO, Assumpta Massoi amezungumza kwa njia ya video na Daktari Joseph Mogga, afisa kutoka ofisi ya WHO jijini Nairobi nchini Kenya, ambaye anaanza kwa kuelezea lengo la mpango huo. Um, this is really a landmark event. Hili ni tukio la like kihistoria kweli. Saratani ya shingo ya kizazi ni miongoni mwa sababu kuu za vifo vinavyotokana na saratani nchini Kenya, inaathiri sana vibaya watu hasa wanawake kulingana na ripoti ya wizara ya afya ya Kenya mwaka 2024, takriban wanawake 6000 waligunduliwa kuwa na saratani ya shingo ya kizazi. Kati yao wanawake 3600 walifariki dunia. Hii ni sawa na takribani wanawake kumi hufariki kila siku. Ni idadi kubwa sana ya wanawake wanaokufa saratani ya shingo ya kizazi. Ni saratani hatari sana nchini Kenya. Kwa hiyo kuzinduliwa kwa mpango huu unaotoa mwelekeo wa jinsi ya kuzuia, kugundua mapema na kutibu wanawake ni jambo muhimu sana, umezinduliwa wakati mwafaka sana. Nikamuuliza Daktari Mogga kwamba ni dhahiri shairi saratani ya shingo ya kizazi ina kinga na tiba vilevile, lakini bado wanawake wanaugua na wanakufa, mpango huu utasaidia vipi? Well, the biggest problem is... kwa kweli tatizo kubwa zaidi kuhusu saratani ya shingo ya kizazi ni kwamba wanawake wengi, hasa walioko katika maeneo ya vijijini, hawana uelewa kuhusu saratani ya shingo ya kizazi. Hawajui kwamba saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuzuilika, pia hawajui kwamba saratani ya shingo ya kizazi inaweza kugunduliwa mapema na kutibika. Sehemu kubwa ya tatizo hili pia inatokana na ukweli kwamba huduma hazipatikani kwa urahisi katika maeneo ya karibu nao, hasa vijijini. Huduma za uchunguzi zipo na huduma za matibabu zipo, lakini wanawake hulazimika wakati mwingine kutembea umbali mrefu hadi kufika vituo vya afya ambako huduma hizi kwa kawaida hupatikana. Kwa hiyo uzinduzi wa mpango huu ni muhimu sana, kwa sababu unashughulikia changamoto nyingi zinazokabiliwa kwa sasa. Kenya inafuata mpango wa WHO itwao tisini sabini tisini, kwa lengo la kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi. Sasa kwa Dkt Mogga, namba hizo zina maana gani kwa wanawake na wasichana nchini Kenya? so in this strategy basically... Katika mkakati huu lengo kuu ni kuhakikisha kwamba asilimia tisini ya wasichana wanalindwa dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi kupitia chanjo kabla ya kufikisha umri wa miaka 15, asilimia sabini ya wanawake wanapimwa kwa vipimo vyenye ufanisi wa hali ya juu angalau mara mbili katika maisha yao, na kisha asilimia tisini ya wale wanaobainika kuwa na matokeo yasiyo ya kawaida wanapatiwa matibabu. Kwa hiyo mkakati huu unajikita katika kinga uchunguzi wa mapema, na matibabu pamoja na kuhakikisha kuna muunganiko mzuri wa huduma za afya. Ukitekelezwa kikamilifu, unaweza kusababisha kutokomeza kabisa saratani ya shingo ya kizazi kama ambavyo tumeona katika baadhi ya nchi kama Australia ambayo huenda ikawa miongoni mwa nchi za kwanza kabisa kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi kutokana na utekelezaji wa mkakati huu. Chanjo wanayopatiwa watoto wa kike ni HPV, yaani human papiloma virus, ambayo sasa Kenya inawapatia kwa mfumo wa dozi moja. Nikataka kufahamu manufaa ya hatua hii. Kwa kweli, WHO uh, linafurahishwa sana na wizara ya afya ya Kenya kwa kuanza kutumia chanjo ya dozi moja. Haya ni mabadiliko ya kihistoria kwa sababu awali chanjo ilikuwa inatolewa kwa dozi mbili kwa tofauti ya miezi sita, na wasichana wengi walikuwa hawarejei kwa dozi ya pili. Kwanza kabisa, sasa hutolewa dozi moja ambayo imethibitishwa kuwa na ufanisi mkubwa. Pili, changamoto zinazohusiana na ufuatiliaji zimekuwa tatizo kubwa, hasa katika maeneo ya vijijini. Hivyo basi mfumo huu ni rahisi kutekelezwa, ni wa gharama nafuu na, na una ufanisi sawa. Nimemuuliza pia Dr Mogga kuhusu mradi wa huduma jumuishi za saratani kwa wanawake au WICS ambao unatekelezwa kaunti ya Nyandarua na Bungoma nchini Kenya. Ni well, is... kwa vipi zimekuwa na mafanikio? Kwa kweli, huu ni moja ya miradi muhimu ambayo WHO imeanzisha. Mradi huu unalenga kujumuisha huduma za uchunguzi wa wanawake katika huduma za kawaida za afya, hasa huduma za msingi zilizo karibu na jamii wanamoishi watu. Hivyo mwanamke anapokuja hospitalini iwe ni kwa ajili ya ushauri wa malaria, huduma za kliniki ya wajawazito au huduma nyingine zozote za kawaida, pia hupimwa katika mazingira hayo hayo, akihudumiwa na mhudumu yule yule wa afya. Uchunguzi huu unahusisha saratani ya shingo ya kizazi pamoja na magonjwa mengine yasiyoambukiza kama kisukari na shinikizo la damu akaenda mbali zaidi kuonesha umuhimu wake. Sehemu nyingine muhimu sana ya mradi huu ni kushirikiana na wahamasishaji wa afya ngazi ya jamii huduma zinaunganishwa ndani ya mfumo wa wahamasishaji wa afya ya jamii, ambapo wahamasishaji hao hutembelea jamii kutoa elimu vijijini na kuhamasisha huduma hizi. Hivyo watu wanapokuja hospitalini huwa tayari wanafahamu kwamba wanaweza kupimwa na hata wakikosa fursa hiyo wanaweza kuomba huduma. Na mwisho kabisa, nikataka kufahamu iwapo Kenya iko kwenye mwelekeo sahihi wa kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi ifikapo mwaka 2030. Ndiyo, yes, nadhani uh, Kenya, the... na Kenya imeonyesha dhamira kubwa sana ya kisiasa na kiwango kikubwa cha kujitolea. Kwa mfano, mojawapo ya mambo ambayo Kenya imejitolea kuyafanya ni kupatia wasichana chanjo hiyo ya HPV bure bila gharama yoyote. Hili peke yake ni hatua muhimu sana. Chanjo zinapokuwa bure, kinachobaki ni kuangalia jinsi ya kuhamasisha wasichana kupata chanjo kwa kuwa ni bure kabisa. Hakuna hata shilingi moja ya Kenya inayolipwa kwa ajili ya chanjo. Hii ni dhamira thabiti sana ya kisiasa kutoka Kenya pamoja na utayari wa kuunganisha huduma za afya katika ngazi ya huduma za msingi. Aidha, kwa kuanzishwa kwa mfuko wa huduma za msingi za afya ambao unafadhiliwa na serikali ya kitaifa, inamaanisha kuwa huduma zitakuwa bure katika ngazi ya huduma za msingi. Haya yote ni maamuzi makubwa na ya kishujaa kutoka kwa serikali, ambayo sisi kama washirika tunayachukulia kama hatua muhimu sana na tunaamini kwa hakika kuwa nchi inaweza kufikia malengo yaliyowekwa shukrani sana Assumpta Massoi kwa mada hiyo kwa kina na sasa ni kujifunza lugha ya kiswahili na hii leo dkta mwanahija ali juma katibu mtendaji wa baraza la kiswahili zanzibar nchini tanzania bakiza anafafanua maana na matumizi ya neno kumvi kumvi ni gamba la nje la nafaka kama vile mpunga ama ngano wengine wanaita pumba na kwa mfano unapotaka kupata mchele lazima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 Habari za UN vilevile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.